Habari, habari zenu wapendwa, leo napenda kuongelea swala zima la tibalishe. Nikiongelea tibalishe ni kwamba kutumia kitu cha asili katika kutatua machangamoto tofauti. Sasa hivi, yaani kusema upepo, sasa hivi watu wengi wanaugua mafua, watu wengi wanaugua kikohozi, watu wengi wanaugua rashes kwenye mwili wao, watu wengi ngozi zao zinaungua na joto na uhalisia wa hali ya sasa hivi, ingawa baadhi ya maeneo kuna mvua mvua, lakini huo ndo uhalisia. Utakuta watoto wanakohoa sana, watu wazima mafua, vifua viishi, ngozi kuungua. Sasa basi cha ja kufanya kama wewe ni mwanafamilia, hata kama wako peke yako, una watu wanakuzunguka, jaribu kutumia kitu cha asili kama hivi ninavyoelekeza. Chukua chupa yako hiyo ya kigai, ambayo umeishia jam, ile ambayo imeisha jam. Unachukua chupa yako hiyo, ikiwa safi imekauka na kitu utatia asali asali hiyo ni nusu ya hiyo chupa yako. Baada ya hapo, utachukua ndimu, ndimu zako kama tatu, unazikata square, square ndogo ndogo squares, shape. Utachukua vitunguu saumu tuseme kama cube kumi na mbili hivi utakata kata square, utaweka pembeni. Utachukua tangawizi baada ya kutoa maganda utakata square square, square, uta, square. Utachukua mchanganyiko utatia ndani ya hiyo jaa yako yaani, ndani ya hiyo chupa yako ile ya jamu ambayo inaisha, utakoroga. Baada ya hapo, utachukua ndimu zako nyingine tatu utakamua, utatia ndani ya huo mchanganyiko utakoroga, utafunga, utaacha masaa ishirini na nne baada ya hapo baada ya hapo, itakuwa hiko sasa, ndio utatumia na familia yako. Utachukua kijiko kimoja cha mchanganyiko na maji ya moto ambao umechemsha, kwa kikombe chako unakorogea, utaacha kama dakika mbili hivi, unakunywa hiyo chai tiba. Hiyo kwanza ina faida nyingi, itaongeza kinga yako ya mwili, itapambana masuala ya kifua na mafua na kuweka huru na changamoto hizo. Kwa wale ambao wanapata infection, yani wanapata tatizo la kuungua ngozi, ngozi inaungua inakuwa mbaya kama ni gamba la mti, kwa sababu joto kali. Kwanza, kama unatumia vipodozi, naomba acha. Kama unatumia vipodozi vyote au sabuni yoyote ambayo ni kali ya kujichubua au kuwa mweupe, naomba acha. katika hali hiyo utatumia mafuta ya Vaseline. Vaseline utachukua hii Vaseline, ufuniko wa bluu, Vaseline OG utachukua hata elfu tatu ilo. Utachukua kijiko kimoja, utatafuta kikopo kingine ambacho kisafi, utaweka pembeni. Utachukua gasoline, hizi gasoline zozo za bukubuku hizi buku, kijiko kimoja, utachanganya huo mchanganyiko ndio atakuwa mafuta ya kwako kuanzia hapo sawa. So, kitu cha kwanza acho experience kwamba ile sehemu ambayo ilikuwa kavu inaanza kuwa laini, ukigusa hivi magamba ataanza kutoka taratibu, uta lakini, like so don't use force, unaweza kujiumiza. Unafanya hivyo taratibu, unatoa hiyo changamoto. Utatumia hayo mafuta kwa kipindi hiki, naomba tulia, tumia mafuta Yaani mafuta hayo, hizo sabuni zako za urembo za nini, aachana nazo kabisa, zinakuchubua na joto hili zinakuumiza ngozi yako. Inakuwa iko laini sana, sawa. Po zako za ngozi ziko wazi, inakuwa haiwezi ikapambana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utatumia hiyo, utaachana na changamoto hata kama mtoto ana changamoto hiyo. Yes, well and fine. Sawa, so, kama umependa hii unaweza ukalike ukashare kwa wengine, na wapenda wote. Bye.